Anaendeleza hadithi, hadithi. Kwa mfano, anamsimulia Buju kisa cha ajali yake. Neema ulinipata maututi, kweli ilikuwa ajali mbaya, zilipotea roho nyingi, manusura tulikuwa watano tu. Bila msaada wako wa kuita flying doctors, hii leo ningekuwa nimesalia kwenye kumbukumbu kumbu tu mwezi mzima nilikuwa nijifahamu hospitalini japo huku nijua, uliguswa ukaipigania nafasi yangu ya kuishi. Sijasahau daima, nitashukuru kwa wema huu usio wa kawaida. Haikuwa rahisi, niliponea tundu la sindano. Anashindwa kuendelea kuzungumza, anajitahidi kuyazuia machozi. Buju anainuka na kumkaribia Neema, anamtazama kwa huruma kwa muda kabla ya kumgusa. Endeleza ploti. Ploti ni mfuatano wa vitushi au mfuatano wa matukio. Kwa hivyo iwapo kuna ya, tukio ambalo mhusika ah, analibuni jipya katika matendo yake ndipo unasema anaendeleza ploti ni mfuatano wa matukio au vitushi. Yeye na wanuna wake ndio kiini cha mama yake kunyanyaswa na Yona. Yeye na wanuna wake, hapa wanuna wake ni Salome na Azna. Ndio kiini cha mama yake kunyanyaswa na Yona. Ndio wanasababisha ya mama yake kunyanyaswa na Yona kwa sababu wao ni wa kike. Inatakikana ajifungue mtoto wa kiume. Ametumiwa kuangazia dhamira ya mwandishi dhamira ya mwandishi yani, mwandishi anataka kutuonyesha kitu gani, kutufunza kitu gani? Kwa mfano anamwambia Buju baadhi ya desturi zimepitwa na wakati, kama ile desturi ya mama mkwe kulala katika nyumba ya mtoto wake, yani Sara kulala pale kwao, anamwambia ile mila imepitwa na wakati. Hoja ya nne, kupitia kwake mwandishi anasisitiza usawa wa kijinsia. Mwandishi anasisitiza usawa wa kijinsia, yani anasisitiza jinsia zote ni sawa, yani ile jinsia ya kike na kiume ni sawa kwa sababu ukiangalia wote wanajengea wazazi nyumba, yeye na Buju yani Neema na Buju wanawajengea wazazi wa Neema nyumba kijijini. Huo ndio mfano utatoa pale. Tano, anaendeleza maudhui ya elimu, anaendeleza maudhui ya elimu. Amewaelimisha wanuna wake, amewaelimisha wanuna wake. Yani hapo ina maana kuwa amewaelimisha Salome na nani na Azna, ile maudhui ya elimu na unatoa mfano amewaelimisha wanuna wake anawajenga wahusika wengine anawajenga wahusika wengine vipi vile? wakati ambapo ana kupitia kwake tunajua sifa za wahusika wengine, ndio maana tunasema anawajenga wahusika wengine. Kwa mfano, anadokeza sifa za Buju kama mwenye utu, kwa sababu tunaona alimwokoa kwenye ajali. Anaonyesha suala la taasubi ya kiume, yani anaonyesha suala la taasubi ya kiume pia huitwa babedume. Ni pale ambapo mwanaume anajiona ni bora sana kuliko mwanamke, na anaweza kujiona ni bora kama vile anaweza kumtetesha mwanamke, anaweza kumpiga Hoja inapaswa kuwa suala la taasubi ya kiume linaangaziwa kupitia kwake, kwa sababu si yeye anaonyesha taasubi. Kwa hivyo suala la taasubi ya kiume linaangaziwa kupitia kwake kwa, kwa sababu kupitia kwake, kwa mfano Buju anamkumbusha ndiye kichwa cha nini cha familia, ukurasa 49. Anajionyesha taasubi ya kiume au itwa ubabe dume, tusomewe 49 baada na ufungu hiyo hiyo moja una una kani sana unakupa uhuru lakini uhuru kwa kunaanza kutumia muone serikali yako ndani ya nyumba yangu. Mara nyingi uko uko nje kidogo, umeniacha karibu, umeniacha karibu majukumu yote, hata mtoto mara nyingi mimi ndiye ninamwongoza kufanya. Kwa nini umesahau kuwa mimi ni muhimu, mimi ni kichwa na kwamba wewe ni shingo? Ninaona ninaona ushataka hapa ubeleko unasubiri siku ya ya siku Yeah. Oh, you're Dalili ya mvua siku zote ni mawingu ni. Mimi niliona pale, viwingu vilianza kujikusanya ili kufanya wingu kubwa kubwau utaki tena kuwa chini ya hapo. Sikutaka kuwa kama waume wengine, ilikupa nafasi kujiamulia mambo mengine kwa nia njema kabisa, kumbe wewe mtadili masunduzi yote na mm, pale juu alimwambia mimi ni kichwa na kwamba wewe ni shingo. Wewe ni tasubi ya kiume. Kupitia kwake tunaona hadhari hasi, yani hadhari mbaya. Ukisikia hasi ni mbaya, adhari mbaya za shughuli za kujiendeleza kiuchumi. Tunaonyeshwa adhari mbaya za shughuli za kujiendeleza kiuchumi, ndio tunaziita zile adhari hasi za shughuli za kiuchumi. Yani athari ya mbaya za wakati unatafuta uh, kujiongezea pato, na hapa ni kazi. Kwa mfano, hajui Lemi ni mwimbaji na mchezaji bora, hajui Lemi ni mwimbaji na mchezaji hodari. Kwa hivyo, hapa ile kazi yake ambayo inafanya anaendelea kujiongezea pato, kujiendeleza ama kuendeleza uchumi wa nchi, lakini anapoteza, kwa sababu anapoteza wakati na mtoto wake. Uh, kumi ni kielezo cha vijana waliowajibika. Kwa mfano, anawaajiria wazazi wake wafanye kazi, waliowajibika anawaajiria wazazi wake nini wafanye kazi. Kwa Sara, Sara Sara ni mkewe Yona. Sara ni mamake Neema, Salome na Azna, na amesoma hadi darasa la saba. Kumbuka alikomea darasa la saba. Sifa za Sara, nalikwambia sifa ni tabia au ulka. Kwanza ni mstahimilivu. Mstahimilivu ni kama kuwa mvumilivu, unaweza kusema mstahimilivu au unaweza kusema mvumilivu. Anavumilia ulevi na vipigo vya mumewe, anavumilia ulevi wa Yona au watu useme anavumilia vipigo vya Yona, ni sawa. Ni jasiri, ni jasiri. Jasiri ni mtu ambaye ni mkakamavu, mtu ambaye haogopi, ni jasiri. Anasuta mumewe kwa kusema watoto ni wasara panapotokea kutoelewana, kurasa wa nne. Anasuta Yona kwa kusema kuwa watoto ni wasara panapotokea kutoelewana, kurasa wa nne. Tusome.

atufan chochotewenyewe atasara. Ni mwenye bidii, aliuza maziwa na mazao ya shambani sokoni, ukurasa sitini na mbili. Tumesema ni mwenye bidii, anauza maziwa na mazao ya shambani sokoni kurasa sitini na mbili tusomewe wengine wasome sisi na mtu sasa na kitabu